kipanda ndio utachovuna, unajali wanyama kuliko mwana, o baba we, yatakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, obaba we hizi, hey, hey. Mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia

lakini nuru nene baba narubonagete giko umu yugwira umwe yubagirwa umwe lizereho me kushemera bana tena kwa kwita umu gwasikiraga giko nzengo tena kwa natinagwakwita yaya mwanone nacikora malambu u naruko naru kugodera ruruho ikaipengereho kagiki uju kurubaga kwe no kuku kasoti ko ing'ombe jama sala jama sala lumi tano lumi kumi ni tano uji hunja urubare kiza biza bo sangu jaa kwa yuta tuhwa la angu yana hana <laughs> kubi wiza ni tiche na angu yana ida baba hene na kuhiri ukwanga na kete kwinga mu ngolo yane

sasa ni zamu yake naye kudhalilika mbele ya familia yake. Kweli baba, na hastahili kabisa, ni kumuonea ihuluma huluma. Yani baba, yani mimi mwanaume mjima ambaye nimeona na mke afu nakimbizwa na panga yani teha na te hanabundajieketenaliwana ni lazima <coughs> usimame sasa, upande wa Selina, hakikisha unajenga hoja za msingi kuhakikisha kwamba bendi fundi hazulumu mke wako mali zake, baba. Nene nandi jiko loko ni ndo Sedina. Mimi jana nilienda po kumufuata kabisa kwake na nilimutishia kidogo tu, alafu ni moga, yani atena kose kose, ana kose kose, baba, na alafu utambue Hana ndugu yoyote wa kiume zaidi yako wewe. Tumaini lake ni wewe tu. Kweli, baba. Tuko manya kuibanza umenielewa? Na kweli la kwa ile lako gete, baba hivi tete <coughs> mwanangu Yaani wewe kila kukicha, yani kila siku unaniambia katu kwenda kwenye shuleni. Kwa hiyo nikikupeleka kwenye shuleni unaniahidi kwamba uta, utafanyaje? Zawadi ya kusoma mazawadi ga kusometi mm. <coughs> ila gatedi, mwanangu, haki ya Mungu buta baba, malimi umenishinda kabisa. Kutoka kwenye moyoni mwangu, na mimi nataka nikupeleke shule sasa, ukajisomeshe baba, kweli <coughs> <coughs> Hapa nimekuletea na manguo sasa, ukakatunze mkaya, ukatunze vizuri asiingie hata mbu, hata nzi hata peje, wanasema kama mabende. Yaani kanapita kwa kwamba kanapita pita mkaya hivi.

tukaba kujaga mirange mkaya batorwe bende ng'ombe walirira kujoka soma mwaniki chabire kerere kila mwene nsomisha gumwana gite wabo ariyo wane hamo hamo bari hanaka gusomije kusudi bakagureye kwe nuko ukajimirireko mwanikori wawizo renehu na kujarube kuru wawizo rongwa niki wakisukuma baliri niluje kushure mwampe ng'ombe jile waka ya madi jile mashiri wakariho kila mwene ya vile kansomisha kwa mwaniki, nsomisha kwa mwaniki. Na kutuwale ku shule kerele jishile. Unenke jena buda hakaya ha. Wa yutuwa nela shikololo. Kuyo yomba mpakatuwa yu kolola. Uyutuwa yombisha mwajokuli. Joka sume mwa anone hene chene. Utakufika majalibu. Utakosa pakushika. Haya, nimemaliza twende ha. hmm. Yaani shogangu tu hapo wapo, ndio huo unanifurahisha kwa kweli. Yaani pamoja na uzee ulionao, lakini unavyojua kujikwatua, yaani mpaka najiuliza hivi ulivyokuwa binti ulikuwaje? Eh? Hapana, nilikuwa kawaida tu, sema umaridadi huficha umaskini ila ni kweli umaridadi huficha umaskini. Basi twende ndugu yangu. Twende. Kabla ya muda hujafika. Okay. <laughs> Hello my friend, vipi umefika? Kweli, kufika. Basi nakuja hapo kupokea. Nisubiri hapo ya nakuja, yani nakuja kama mwendo kasi. Baba, nguo nimeziona ni nzuri. Umeziona? Zina ukizivaa zina zinakubege jeti ndio sitakupendeza, ukizivaa siku ya kwenda kushureti sana. Sasa nikwambie mwanangu, yaani ukienda kwenye shureni ukajisomeshe vizuri, yaani ukisoma kabisa ukirudi hapa unakuwa kama mwenye giti au kama mkanga. Sawa baba, na kwa hiyo nitajitahidi kusoma kwa bidii ili nitimize ndoto zangu Haki ya Mungu. Soma kama mwana wane nende ukasome, haki ya Mungu. Lakini sasa mimi kama moyo mwanangu kananiuma kanani sata, unaona. Yani ndama unaziacha eh, na mangombo na yaacha hapa sasa. Ukienda kusoma sasa, ukirudi sasa, haki ya Mungu nitafurahi mimi yani nitayega mno ukishakuwa kama mwenyekiti au kanani kanani, wanasema kasi kanani kanani, eti wewe ukajui kanani kakitongoji Eh, sawa sa, sawa sasa, mwanangu, sasa mimi nataka niende kwenye lichikasho kule nimeita, tutajikutana baadaye, tutajiongea. Ah, nenda sasa kwenye mashuleni mwanangu, kajisomeshe. Nimetafakari usiku mzima mambo ya kwenda kwenye mkutano, kwenda kuaibishwa mbele za watu kwa umri huu na heshima niliyonayo kijijini, haiwezekani. Naosha hugire gute ushakoraga ugenda kumkutano? Baba mi sikushauri kabisa ufanye kitu kama hicho, maana usipoenda ndo utasababisha matatizo zaidi ya hayo yaliyopo ni afadhali tu ukaenda baba wangu, maana hao mgambo wakija hapa kukuchukua itakuwa tafrani, itakuwa ni mtafutano baba. Hmm, mimi nakushauri tu uende, kwa kweli baba wangu we, ulavamenya vasukuma avasukuma vava shinkoni wakuvitanguwakuvita mgambira ninki mvura yurubura inkoni ni wa, wa, wa, wa. Sinjayo, nimekataa kwenda, kwa sababu wasukuma wakishika fimbo ni hatari, wanapiga kama mvua za mawe, utafikiri wanapiga koboko, wanapokezana wa wa wa. Mimi na mwili wa kuvumilia fimbo za, za sungusungu mimi nimesema haiwezekani. Nisemereye sasi shakwa uyumvire ibiteye imbere, wee niwe mugabo murugo. Rehema, Beba, nenda kamfuate ndugu yako Serina, ila mwambie aje peke yake. nenda tafadhali, wahi. <laughs> Ah, Tausi, hakika umejua kutuliza mtima uliokuwa ukitatarika na kuwayawaya. Jua penzi lako, na penzi lako ni kama mtindi ndani ya kibuu safi cha enzi na enzi. Hakika nitalitunza na kulinzi penzi lako daima ndani ya moyo wangu, na kwa ngome imara na madhubuti nitaizungusha himaya ya penzi letu dhidi ya maharamia na wanyang'anyi. <sighs> Ah, hakika wewe ndo mwanamke ndoto zangu. <sighs> Mpenzi, una maana gani kusema maneno hayo? Najua na nafahamu nini inamaanisha sema, umekuwa na vimaneno vya chokozi chokozi. <laughs> Hapana, sijui ila, ntakumbusha baadaye. Twachene naye, maana mnakalia macho bwana. Nikuongelia kuna nini kwani?

Bora hajaniona, angeniona ingekuwa balaa. Muhuni na akimbia matatizo oya kijiji. Another time, watu wanasema utavuna ulichopanda, lakini mimi sitaki kuvuna nilichopanda. Nimeamua niwape watoto mali yao. Hivyo mwanaume, umechanganyikiwa Ukisha wakabizi sisi tunaenda kuishi wapi? Hapa sio kwangu, ni kwa kaka yangu, na watoto ni haki yao. Sisi tutakwenda na tutaondoka hapa tena, inabidi tuondoke kabla mkutano haujaanza. Sasa fanya uwezavyo, mimi hapa siondoki. Nimechoka kutangatanga kama ndege wanatangatanga kwenye chali. Hayo ndiyo maamuzi yangu na nisipingwe. Kama nataka kunipinga tafuta pa kwenda maana hapa ni kwa wanangu. Aha, sasa leo ndio mwisho wa ndoa hii. hito lia koca itigwagaogota eshole hambale esho kwembola

Lage mwana elimu wako kokuna na kobotongi Ntemi, napoteza mwana kisa mifugo elimu. Ah, bule, napoteza mwana kisa mifugo, watoto ende shule, napoteza mwana kisa mifugo, kunapoteza mwana